Eh, bana ni Jumamosi nyingine safi nikiwa nimeketi na Dulla Heavyweight. Kubwa sasa, tunafahamu e, hili wiki bana ni wiki la wanasimba kwa sababu ndo washiriki pekee kwenye michuano ya shirikisho barani Afrika, achilia mbali mchezo wao wa kwanza ambao wameucheza robo fainali kule e, nchini Misri, lakini hapa nyumbani hamasa zinaendelea na siku ya jana bwana Ijumaa Eh, Ahmed Ali alizungumza kwenye uzinduzi wa Hamasa kwamba mgeni rasmi atakuwa ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania wale Iskalia, lakini mkuu mkoa wa Tabora Paul Makonda. Nadhani utakuwa umeona vijio vya kimitandao ya kijamii namna ambavyo vimechangamka mara baada ya majina hayo mawili kusikika. We ili umelipokeaje Heavyweight na hali yako iko vipi? Eh, bana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mm. Yeah, namshukuru Mwenyezi Mungu, hali yangu iko vizuri na mambo yanayoendelea, mimi kwa upande wangu yes, nimeaona na inaonyesha jinsi gani ambavyo Simba Sports Club ni wakomavu, eh, especially wanapokuwa kwenye michuano hii mikubwa barani Afrika, either uh, ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho sawa. So, mm. yeah, na miongoni mwa vitu ambavyo meniuliza umesema, nimeuliza wewe umelipokeaje au umelionaje huko kwenye mitandao ya kijamii eh, eh, Hamasa, okay hili la hamasa mkuu wa mkoa e, wa Tabora Paul mm -hmm. Chacha pamoja na wale iskalia da, okay, e, kwako limekaa sawa au? Maana kuna watu wanatafsiri tofauti e, iwezekane ikawa ni fimbo ambayo imetumika kuwachapia Young Africans kwa sababu wote wawili wanaonekana kama mm -hmm. wanawagagazisha watu wa uh, Young Africans, hususan mashabiki ndio eneo kubwa zaidi, unajua uh... e, Simba Sports Club walichokifanya mm. kwa mkuu wa mkoa mm. wa Tabora mm. kwa uchache ni kitu ambacho Simba kwa ujumla watu walipaswa wawapongeze, mm. kwa sababu uh, mkuu wa mkoa amepitia kwenye kipindi kigumu sawa? mm. na kwa sababu amepitia kwenye kipindi kigumu, alipata shambulizi kutoka kwa uh, msemaji wa Yanga Ally Kamwe, maana hilo mm. manake watu wana kawaida wanachukulia poa sana baadhi ya mambo alichokifanya Ally Kamwe kitaalamu kinaitwa ad hominem. Ad hominem manake ni kuattack mm. the person uh, ambaye anatoa ile argument mm. rather than dealing with the argument itself mm, unamshambulia mtu alotoa hoja pasipo kuishambulia hoja au kujibu zile hoja ambazo mtu amezitoa, manake okay, wewe unaweza ukanipa mimi hoja, then mimi nikaanza kukushambulia wewe personally, hiyo ndio inaitwa ad hominem, na ina, ina of course kitaalamu ina madhara mengi ambayo yanaweza ikamfanya mtu lakini sio tu kufanya ad hominem lakini alikamwe pia alifanya uh, deformation alimdeform, alimchafua. Kwa sababu hmm, deformation pia ina inalai kama ambavyo itatokea mtu ume, ume, imetokea mtu labda umeongea kauli au umenukuu kitu ambacho hajakisema ukapindisha au ukazungumza uongo, manake umeshamdeform umemchafua. hmm. Hmm, eh alisema kwamba yeye yeah, alivyofika pale Tabora, alikamwe alipokelewa kwa shangwe kubwa na mashabiki ma, maelfu ya ma, mashabiki wa Yanga kwa hiyo yule mkuu wa mkoa alikuwa anamuonea wivu. Lakini kwenye nukuu ambazo mkuu wa mkoa alitoa, hakusema kwamba Ally Kamwe alipokelewa kwa shangwe kubwa, anashangaa. Hapana, alisema hivi, aliona wapinzani wa Yanga wamepokelewa na hawajajua wamepokelewa na nani, kwa sababu na alizungumza katika namna ambayo yeye aliamini Tabora United inatakiwa kusapotiwa na wana Tabora. Kwa hiyo ni kama alishangazwa kuona wana Tabora e, wameenda kuipokea timu ambayo ni rival sasa Eh, ile inaweza ikapelekea yule e, mkuu wa mkoa akapata emotional distress mm. Emotional distress maana yake ni, ni kupata ile kutok, kutokuwa na ile hali fulani yani, emotion maana yake ni hisia, unanielewa. Akapata matatizo ya kihisia jinsi ambavyo ameshambuliwa in public, lakini vile vile watu wasisahau, Ally Kamwe alimshambulia mkuu wa mkoa kwenye hadhara, si unanielewa? mm. Eh, amemchafua kwenye hadhara, namba kubwa ya watu. Kwa mantiki hiyo alimkosea pakubwa na ishu imefika mbali zaidi. Vyombo vya habari ambavyo vinatakiwa visimame kwenye haki vyote vimeonekana kumkingia kifua Ally Kamwe, lakini swala swala swala hivyo it limekuwa wazi sana kwamba unapokuja kwenye mpira mm. eh, dula anasimama kama dula mm. cheo chako kinabaki katika nafasi yako huko mm. ya uongozi eh, hili limekaaje? Kwamba pale ilikuwa ni pou chacha, sio mkuu wa mkoa mm. ni pou chacha Yeah. Na, una vitenganisha vipi vitu hivyo na, na, nataka nikwambie kitu kimoja, na nashukuru kwa kuniuliza hili swali kwa sababu umeuliza kitu ambacho automatically ndio kitu ambacho watu wanakitumia kama uh, kinga au kivuli mm. si unanielewa mm. e, ni kwamba utani wa mpira udili kwenye mpira yani, yani sio kuvuka mipaka mm. mi nakwambia kitu kimoja. Wewe mshabiki wa Manchester, labda mimi mshabiki wa Liverpool, sawa mm. Mimi nikikutania wewe nakutania kuhusu Manchester, Manchester. Yaani, nitakutania vyovyote nitakapokuwa timu yenu mbovu timu yenu imeshika nafasi ya ngapi nye sijua vipi nye manyumbu sio vitu kama hivyo si ndio? mm. na we unanitania mimi kuhusiana na Liverpool kama Liverpool sio sio tena wanze, nianze kusema ah, we, nini wewe jimu wewe? Jimwili likubwa tu kama sambusa sio? mm. ah sasa hiyo sio sio na nashangaa. Unajua, mi naamini kabisa mtu mpaka mm. anapata kazi kwenye kwenye chombo kikubwa cha habari mm. automatically amepitia stage nyingi za kujifunza kuhusiana okay. na language, matumizi ya lugha, lakini vile anapata nafasi ya kujifunza jinsi ya babu. kutofautisha kati ya personal attack eh, eh, deformation pamoja na ad hominem na vitu kama hivyo ambavyo nimetoka kuvielezea. Itakuwa inanishangaza sana kuona mwandishi eh, mkubwa anatetea kitu ambacho kiko against, umeelewa? Mi ndakupa mfano mzuri. Hawa wanaosema kwamba mkuu wa mkoa alikuja kwenye mpira, kwa hiyo alitakiwa kujibiwa vyovyote atakavyojibiwa na alikamu, atakuwa correct <laughs> o... nataka niwaulize swali moja, umenielewa? mm. Sisi wote mm. tuna wazazi mm. nyumbani bila shaka mm. we ukiwa unataniana na mzazi wako kuhusiana na swala la mpira sawa, mm. labda upo na mzazi wako mnaangalia mpira. Ye, Yanga wewe Simba. Sindu, si unanipata vizuri, ya. nakupata vizuri unapoelewa. Mzazi, mzazi wako eh. upo naye sehemu mnataniana kuhusu mpira. E, Timu ime labda timu yake imeshinda, wewe umechukia. Mm. Unaanza kumwambia baba yako, wewe nini mzee? Wewe kwanza ndio maana walikufukuza kazi we kwa mhindi. Eh, e, wewe unaonekana una... mambo yako haya uyangaya. Wewe wewe unaonekana wewe unaonekana una wivu na mimi. Mimi nina e, kazi. Mimi nimefanikiwa zaidi kuliko wewe. Unamwambia baba yako, eh, hapo mpo kwenye mpira e, lakini. Eh, ah, nini bana? We, nini, we. Wewe nini wewe? Ndio maana timu lako bovu. Ndio maana wewe ufanikiwi kwenye kazi zako. Ndio yeah. maana mama alikuacha wewe. Yeah. E. Unamwambia baba yako. E, unamwambia baba yako. Alafu babako, yeah. akichukua e, utaratibu au akichukua ile um, mamlaka yake ya ubaba kukuadhibu, unapewa nafasi ya kujitetea, unasema, ah, mimi nashangaa baba bwana, sijui vipi. Mimi nilikuwa kwa mtupo kwenye mambo ya mpira, yeah. Analeta ubaba kwenye mpira na kati do, kuna utani kwenye ndo, ndo, kati kuna mtani kwenye yeah. mpira, ndio kitu ambacho wanajaribu kuaminisha hawa waandishi, wanajaribu kuaminisha sasa mimi ninachosikitika ni kwamba yeah. sauti yao inafika mbali. Automatically hata yule mwenye uelewa mdogo, unajua mashabiki wana uelewa mdogo. Yeye anachoamini mtu, mtu fulani alisema hapo kwenye redio anakibeba kama kilivyo. Tayari ushamwaffect yule. Kuhosi, kwa hiyo siku akienda kufanya na siku fitch. Mm. Ichi kitu angefanya mtu mwingine wa timu ndogo mm, akamshambulia mkuu wa mkoa vile hadharani. We, nini, una wivu? Ujai kupokelewa wewe eh, watu kumi wajai kufika kwenye uteuzi wako kwenye kupokelewa kwako we utachacha. Angesema mtu kwenye tim ndogo kwenye media hizi zingemshambulia trust Ame me amekosea Ame sana kwa nini? Kwanini kwa amshambulie kwa kiongozi kwa, kwa, kwa nini asishambulie Tabora United? Kitu ambacho mi nakipigia kelele, sitaki kuweka double standard. Alikamwe alikosea, sawa, amemshambulia pochacha direct. Yule ni mheshimiwa mkuu wa mkoa, alitakiwa adili na jambo laki kwa sababu mkuu wa mkoa alidili na Yanga, na Tabora. Yani ye ya alikuwa anazungumza na Tabora United, katika kuipa hamasa, lazima uichachue kidogo mpinzani wako kwa ajili ya kutengeneza ile motisha. Sasa kwa nini wewe uje direct kumwattack mtu? Na ndio maana nikatoa mfano wa mzazi. swali swali langu langu la la msingi heavyweight. Uh, msingi samani kwa kukukatisha uh, Mwanza ilitokea kashikashi ni baina ya mkuu wa mkoa na Team ya Simba Sports. Hmm. E, alitoka mkuu wa mkoa akaenda uwanjani wakati wa mazoezi hmm, na zikawepo purukshani za wazi mpaka Simba ikatoa andiko. E, Young Africans yamekuwepo tu maneno yakizunguka mitandaoni kwa kauli alizozisema mzungumzaji hmm, lakini mara baada ya mechi kumalizika ndo hatua ikachukuliwa. Tofauti unaipata kwenye nini? Na kule tuweke kwamba alikuwa anapaswa kuja kama mtu wa e, timu fulani cheo kipo pembeni au alitumia madaraka katika kufanya eh, maamuzi ambayo yalikuwa si salama sana kwa timu ambayo ilikuwa ina mchezo mkononi. Unajua hapo. Sasa tutazungumzia statement mm. ambayo imetolewa na club. Club ya Simba ilitoa statement kwamba uh, kuna watu walivamia uwanja walifanya ambush uwanja pindi ambapo Simba wana try kufanya mazoezi yao ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wao dhidi ya Pamba, si ndio? mm na wali- waliweka pia sehemu kwamba walio waliongozana na nani na mkuu wa mkoa wa Mwanza ambaye ndo Saidi Mtanda. Si ndo maana yake. Mm -hmm. Ah, lakini katika statement ambazo Ahmed Ally alitoa hakumtaja Saidi Mtanda katika zile statement zingine achana na, na, na ile ambayo ilitolewa na club. mm -hmm. Sawa. Na alifika hatua alikuwa anaujiwa akasema, hilo swala Simba Sports Club tayari wameshaliweka kwenye public, nafikiri kila kitu kinajulikana mm -hmm. na ule ndo msimamo wa club. wa club ila alokuja kumtaja Ahmed Ali kwenye press alikuwa ni Said Mtanda mwenyewe, akasema ile statement mimi naamini imetolewa na Ahmed Ali. Ali alafu akatoa sababu zake, sikio, unanielewa hmm. tofautisha hii swala na Ali Kamwe, unajua watu washindwa kuelewa, na unaniuliza maswali mazuri ambayo kweli watu wana, wana, wanatoa hoja, umenielewa. Na tuchukulie labda Ahmed Ali kweli alikosea, tuchukulie hivyo labda alimshambulia na hajamshambulia, lakini tuchukulie alimshambulia Je, yeah, ina eh, ina tuseme ina, ina, ina, ina justify kwamba Ally Kamwe ndo atumie hiyo kama kama apana, kigezo cha apana, cha apana, kufanya kosa. Apana. Kwa sababu haya tuchukulie yule Said Mtanda aliamua kusamehe. Laki, then, ene, then, then then then then ndo iwe sababu kwamba kwa sababu al, Ahmed Ali alifanya wai Ahmed Ali kwa nini huku mb... uliwe kubwa lakini kwa Simba hatukuona mwitikio huo no, kwa sababu so... alichukuliwa tu. Sawa. Hmm. Kwa mfano angeongea vile afu likaisha juu juu. Hakuna polisi kwa sababu wa, wa, polisi wali, walikuwa involved pale wame, wameenda wamemshikilia umeelewa? mm. Na labda nirudie ni, ni tena mm. Mimi ni waombe mm. wadau wa soka wa, wenye ushawishi kwenye mitandao ya kijamii wa watangazaji pamoja na wachambuzi na wadau wengi ambao wapo kwenye mitandao na walikuwa upande wa Ally Kamwe, wamwombe msamaha mheshimiwa mkuu wa mkoa wa ta bovu. Oh, of course, wamuombe msamaha. Kwa lipi? Kwa sababu amekosewa. Nimetaja hivyo vitu vingapi? Nimetaja vitu vitatu. Amekosewa, amefanyiwa ad hominem. Umeelewa? Ad hominem maana yake unashambulia mtu aliyotoa hoja badala ya kushambulia hoja, badala ya kujibu ile hoja. Amefanyiwa deformation. Maana yake alikamwa katika statement zake, alizungumza maneno ya uongo dhidi ya mkuu wa mkoa. Alisema mkuu wa mkoa anamwonea wivu, kitu ambacho sio kweli. Umeelewa? Lakini amemwambia maneno machafu ambayo yameweza kupelekea emotional distress. Amemwambia wewe Eh, utachacha, umenielewa? Kwenye hadhara dhidi ya wananchi wake ambao wanawaongoza, automatically we unaenda unatetea huo huoseesu nitumie kauli gani? Unatetea huo udhalilishaji uh, ukijua kabisa kwamba haikuwa spati ya mpira. Ni kama unamwambia baba yako, wewe umefukuzwa kazi unanionea una, una, una mimi wivu na mafanikio, kwa sababu eti mnatofautiana kwenye ushabiki wa mpira, sio kitu cha kweli. Umeendelewa. Kwa hiyo utani wa mpira ulitakiwa kustick baina ya Yanga na Tabora United as a team. Sawa? Sio kumshambulia mtu direct, alafu zinakuja media zinakwambia, zinaaminisha watu kwamba Ally Kamwe hakukosea eti kwa sababu mkuu wa mkoa alikuwa ana, amekuja kwenye soka. Hivi hiyo ni, ni point ambayo mtu mtu mwenye elimu ya, ya, language pamoja na elimu ya laws, sheria ambazo zinamguide mtu ku, ku, ku, ku, kuongea on public inaweza ikam ika, na mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Yeah. Tukiendelea kuentertain hizi kuna siku atakuja kutukanwa waziri, hivi hivi hivi hivi, sikatetewa kaanza na mkuu wa mkoa akatetewa, kwa sababu ule ni, ni, ni mtu mkubwa kwenye ngazi ya, ya, ya, ya kitaifa. Sawa, ni mwakilishi wa rais, of course. Kwenye tutoke hapo, tutoke hapo, Heavyweight. Kwa hiyo ah, no kwanza, kabla hujaenda huko Jafi samahani bado, bado nipo kwenye nyanja hiyo hiyo sija hmm. sijahama hmm. hmm. na kubwa ambalo nataka ni kuulize hmm. heavyweight. Uh, lawama zimekuwa nyingi sana uh, kwa wale skalia hmm. uh, kutoka tarehe nane mpaka hapa tunapozungumza, huu ni mwezi April uh, tunazungumza mwezi wa nne, lakini kelele zimekuwepo uh, za watu kutokuwa na imani na bodi ya ligi. Hmm. Lakini hiyo bodi ya ligi eh, anayesimamia eh, majukumu yake ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Hmm. Achilia mbali mtendaji mkuu na mwenyekiti wake ambao wamegawana majukumu hayo. Swali ni kwamba eh, hamo, si, Simba wametumia hii fursa ni kama kuwakela Young Africans kwa kusema kwamba mgeni rasmi wa shughuli atakuwa ni Wallace Karia pamoja na Paul Chacha naye pia. Mm. Umezungumza mengi kuhusiana naye. Unajua, ngoja mm. nikwambie kitu kimoja. mm. E, Simba hawajafanya hivi kwa kera Yanga wala nini, ila tu Yanga wamejitengenezea tabira e, tabia ya kuji, ya kujiona kwamba kila kitu wanachokifanya wapinzani basi kinalenga kina ku, ku, ku, ku, ku labda kuwatania na vitu kama hivyo, okay. nimetoka kukwambia jambo moja, sawa. mkuu mm. wa mkoa alifanywa madhila makubwa na msemaji wa Yanga. mm. Automatically Simba wakaamua kusimama naye kumwepushia changamoto za kihisia emotional distress ha? na kuamua kumpa nafasi ya yeye kwa pati ya wageni ambao wamealikwa katika mchezo ambao Simba wenyewe wana, wanaamini watafuzu kwenda nusu finali. Mm-hmm. Kwa hiyo maanake kutatokea jambo la kihistoria katika huo mchezo ikitokea Simba Sports Club wamefanya comeback na kuweza kufuzu. Si ndio maanake. Mm-hmm. Meamua, kwa hiyo wameamua kwamba kwa sababu alipitia changamoto hizo, sisi tumrudishe katika uh, uh, ile tuseme katika hali yake ya kupewa heshima, kwa sababu pale alivunjiwa heshima, sasa tunampa heshima, si umeelewa? Simba inampa, ina heshima yake anaostahili. Hilo jambo la kwanza. Kuhusu uh, Wallace Karia, of course Simba wame, wamekuwa na kawaida ya kuheshimu mamlaka na wamekuwa na kawaida pia ya kumheshimisha Rais Karia mara kadhaa kadhaa, kumheshimisha, kumheshimisha kama anavyostahili kumheshimisha. Siongelei kwamba labda ha, hana ha, heshima, atakuwa aheshimishwe, no. Yani manake wanampa ile hadhi ambayo anastahili kupewa kama yeah, rais kama rais wa shirikisho ambaye sio tu rais. mm. Wamepita marais wengi kama rais wa shirikisho ambaye kwenye mamla, kwenye kwenye uongozi wake amefanya makubwa, si unanielewa? yeah, of course. Kwa sababu mimi na nakwambia kitu kimoja, hakuna binadamu ambaye hana mapungufu, sawa? yeah. Utakuta mtu ana address mapungufu ya ya ya huyu waleskaria, utasema hajafanya chochote. Inafika hatua mtu timu ya under 20 under 17, na maanisha AFCON. Unajua timu ya, ya, ya, Tanzania chini ya miaka 17 inacheza AFCON mm imefungwa michezo yake ya makundi yote. Mtu anakwambia ah, ndo maendeleo ya Karia, hivi na hivi. Sasa unafika hatua unaona kabisa judgment zetu sisi zimekaa kiduanzi na kitoto sana. Kwa hiyo sasa uh, kila wanachokifanya Simba still bado watu wanaona kama imekaa kimajungu kuliko kuona kitu ambacho Simba Sports Club wanakiona ambacho ni kujaribu kuwapa heshima wanaostahili viongozi wa wa, wa, wa mpira mm-hmm. wakiongozwa na wale Skaria. Si ndo maana yake? Kwa hiyo na mimi nawapongeza kwa sababu katika jambo ambalo Simba wanaenda kulifanya la kujaribu kupindua matokeo dhidi ya timu kutoka Egypt. Umeelewa, nitaelezea tukija kwenye kwenye interview ya mechi kwamba mm -hmm. kama itatokea Simba Sports Club wamefuzu, kuna historia gani ambayo watakuwa wameiweka sawa okay. Kwa hiyo katika hiyo historia ni muhimu e? Baadaye vizazi vijavyo vikija kusimuliwa, wanaandikiwa kwamba alikuwepo rais wa mpira Uh, wa, wa shirikisho la soka la Tanzania wale skaria kipindi hicho, miaka hamsini nyuma, mwaka 2025, wakati uh, Simba Sports Club anaenda nusu fainali ya kombe la shirikisho akimwondoa Almasri kutoka nchini Misri. Kwa hiyo ni, ni, ni sehemu tu ya ku, ya ku, ya kujaribu kum, kumheshimisha zaidi, uh, kumheshimisha zaidi na zaidi, na anastahili kwa sababu ni miongoni mwa marais ambao wamefanya jambo kubwa kwenye mpira wetu. Uh, chini yake unajua mara mwisho uh, sisi Taifa Stars kufuzu afu kwani ilikuwa 1971 of course kabla wale skaria ku, ku, ku, kuja chini yake na timu ikawa inafuzu kama tunaingia tu sebleni. Unajua, sasa kwa nini tusiseme kwamba anastahili kupongezwa? <tune>